Kwa majina naitwa Abdulhabib Mwanyemba, mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Dodoma. Leo vijana wa mkoa wa Dodoma tulikutana hapa pamoja kata zote 209 vijana walifika hapa kwa sababu ya tukio zima la Kijani First Voters. Tukio hili ni la kwenda kuhamasisha wale wapiga kura wapya ambao wamefikisha umri wa miaka 18 ambao kwa mara ya kwanza wanaenda kupiga kura katika uchaguzi mkuu, lakini vilevile vile, katika zile chaguzi za kura za maoni zitakazofanyika ndani ya chama. Sasa tunaelekea katika uchaguzi mkuu, lakini kabla ya kufika katika uchaguzi mkuu tuna kura za maoni zitakazofanyika ndani ya chama cha Mapinduzi. Hii imekuwa pia fursa ya kuwaambia vijana kwamba tunazo haki mbili katika haki mbili, haki ya kwanza ni haki ya kuchagua, lakini haki ya pili ni haki ya kugombea. Lakini katika haki ya kugombea pana haki mbili, napo kuna haki ya kushinda na kuna haki ya kushindwa, lakini masharti ndani ya chama chetu ili uweze kuwa mgombea inahitaji sifa mbili tu, inakuhitaji ujue kusoma pamoja na kujua kuandika. Pia tumetumia fursa hii kuweza kuwaambia vijana, kuwahamasisha vijana katika uchaguzi mkuu sasa kwenda kushiriki katika nafasi za udiwani, lakini pia kwenda kushiriki kugombea katika nafasi za ubunge, na kwa kuwaonyesha mfano haya majimbo mawili, kaka yetu Anton Mavunde alitoa nia ya kugombea katika jimbo la Mtumba mimi kama mwenyekiti wa vijana kwa kuwaonyesha vijana wenzangu mfano, lakini kwa kuwaonyesha utayari, mwamko wa vijana, tutapimwa kwa nini? Tutapimwa kwa zile kazi tunazozifanya, tutapimwa kwa mwamko wetu, tutapimwa kwa ushiriki wetu katika mambo yale yanayotuhusu. Nimetia nia ya kwenda kugombea ubunge wa jimbo la Dodoma mjini kwa sababu ya kuwaonyesha vijana wangu mfano kwamba muda wa kubeba mabegi, muda wa kusindikiza sasa umekwisha. Sisi wenyewe tutakwenda kusimama kwenda kuwawakilisha wananchi wenzetu. Nia ninayo, uwezo ninao, nguvu ya kufanya hivyo ninayo, sababu pia ya kunifanya nifanye hivyo ninayo. Mimi ni mwenzenu, mtoto wa Dodoma, nimekulia Dodoma, nimesoma Dodoma, nimezaliwa Dodoma na nitafia Dodoma. Lakini nitakwenda kuhakikisha kwamba wana Dodoma watakwenda kupata kiongozi mzuri ambaye ataweza kuwawakilisha na yale matamanio yao na matarajio yao kwenda kufanyiwa kazi.